Yes, tumerejea. Hii ni viwanjani ya Azam TV. Yako mengi sana ambayo tunakuletea yako mengi sana ambayo unatakiwa kuyafahamu ndani ya kipindi chako bora kabisa cha michezo Afrika mashariki na kati, na kama nilivyokuambia kwamba eh, katika mengi utatakiwa kuyajua ni ugeni eh, ambao umetufikia hapa katika eh, studio zote za Azam TV kwa siku hii ya leo, na si ugeni mwingine, ni ugeni kutoka chuo eh, kikuu cha waislamu Morogoro kwa maana ya MUMU. Wana jambo lao na hii ndio sababu ya leo hii kupata ugeni huu ambao umewakilishwa na Ahmad Msamaha kutoka chuo cha Waislamu Morogoro, MUM. Karibu sana Ahmad. Nashukuru sana kiongozi. hali vipi? Kwa kweli tunamshukuru Mungu eh. Kila kitu kiko vizuri. Morogoro wanasemaje eh? Morogoro tuko salama, mambo yote yanakwenda Hivyo. Na kwa kweli nakuoneni muko vizuri hapa mm -hmm. Mnatabasa manake pia naamini mambo hapa anakwenda vyema kabisa, yako vizuri kabisa. Naam. yako vizuri kabisa. Mmoja kati ya vitu ambavyo huwa mkitoka uh, Morogoro kuja katika mikoa hii Ndiyo. ya pwani mm -hmm. eh, huwa ni samaki wa maji ya chumvi ni kweli? eh, eh, kule, eh, bila shaka kule tumezoea maji samaki wa maji baridi na tukija Dar es Salaam basi nakuwa ni kama sehemu tunabadilisha pia upepo na mazingira hata uh -huh. aina ya vyakula uh -huh na mambo mengine kama hayo eh, kinga mkono samaki, samaki wa majibaridi wa Morogoro, mimi mesoma Kigulu Nyembe. Okay, mi ndo napajua sana sherifu shakula. Ah, kaka, mimi sina, hana mwiko <laughs> Sasa sisi kwetu bwana huku huko Pwani, samaki tunakula mm. eh, eh, sa, sa, sa, sa, sa, kwa majina mm. <throat> mm. yaani, samaki tunakula kwa majina, kanadi jodari. Sato usimweke kwa sababu sato anatoka maji baridi. Yaani samaki sisi kwenye majabahari wana majina yake mm. <si>: <attackers> eh, wana majina yake like. Kwa hiyo ukifika ukujodari Uh, so, so, <laughs> karibu sana, sana nashukuru sana, karibu sana. Eh, na nimefurahi kufika leo hapa mm-hmm. Na naamini mambo yatakwenda vyema kabisa. Yatakwenda vizuri sana na uh, tukijikita katika kile ambacho uh, tunaamini umekuja nacho Ndiyo. Mbio za hisani kwa ajili ya kuchangisha fedha za kuwajengea hostel watoto wa kike kwenye Chuo Kikuu cha Waislamu Morogoro. Ndio. Mbio ambazo e, zimekuwa ni tofauti kidogo na mbio ambazo zimezoeleka mm. Yaani hizi mbio za hisani ama matembezi ya hisani. Ndiyo. Kidogo imekuwa tofauti na zile marathon ambazo watu wengi wamezizoea, kwa maana mm. wakifika wanajua kuna kilomita tano, kuna kilomita kumi, kuna kilomita ishirini na moja. Ndio. Lakini hii imekuwa ni ya tofauti kilomita tano. Alafu e, imelenga jambo kubwa sana Ndiyo. la kwenda kutengeneza mazingira mazuri ya wanafunzi wa kike kuishi katika chuo cha Waislamu Morogoro. Ni kwa nini imekuwa tofauti hivi tukianzia hapa? Uh, kwa kweli kwanza ni kushukuru. Uh, swali lako ni zuri sana na uh, hapa nipo attention sana unajua nakufuatilia sana, hata maswali yako yanakuwa saa nyingine ni ya kichokozi. Kwa hiyo nakuwa e, na tahadhari kubwa sana wakati wa kujibu, isizidi itaingia uongo. Lakini kwa ujumla ni kwamba kwa nini tumekuja na mbio hizi, uh, ni kwa sababu uh, leo katika jamii yetu, ukiweka mbio za masafa makubwa, maanake umepunguza pia idadi ya watu kushiriki katika jambo lenyewe, lakini kama utakuwa umeweka mbio za masafa mafupi unawapa fursa watu kuweza kushiriki kwa sababu yeah, hata wale ambao hawana mazoezi sana uh, wanaweza pia kushiriki, lakini ukiweka kilomita kumi kwenda mbele uh, tuseme ishirini na mbili ngapi, ukaingia mpaka kwenye marathon yenyewe, unajikuta sasa pengine washiriki ni wachache na jambo lenyewe linahitaji sapoti au nguvu ya jamii zaidi katika kila hatua na mambo mengine kama hayo. Kwa hiyo ni jambo ambalo linatuhitaji sisi Ma tu, tu, tuangalie jamii iko wapi na inatuhitaji kufanya nini. Kwa hiyo na kwa sababu ya mazingira yetu, wengi tunapenda kufanya mazoezi lakini sio yale ya kujisho, kujichosha sana, ni mazoezi ya kawaida. Ndio maana tukawa tumefanya maamuzi ya kwamba tuweke hizi mbio za kilomita tano na zina historia yake, nitakueleza mm -hmm baadaye mm -hmm. Sawa, kabla ya kueleza hiyo historia ya, ya hizo mbio eh, nini kimesukuma eh, kwenda kwenye lengo hili la kuwalenga ya mabinti ambao wanasoma kwenye Chuo Kikuu cha Islamu Morogoro. mm. uh, kuwatengenezea mazingira mazuri hayo kwa maana ya kuwajengea hostel ambazo zitawafanya uh, wawe kwenye utulivu na wasome wakiwa hawana kitu kingine cha kufikiria, kwa maana ya makazi, kwa sababu tunaamini kabisa kwamba makazi ni moja kati ya uh, vitu muhimu sana. Kuna baadhi ya vyuo ukifika uh, hostel unakaa kwa semester moja tu au mwaka mmoja tu. mm. Baada ya hapo unakuwa ushakua mwenyeji wewe. mm. Sasa mm. hauna kamba mbuni tena toka nje katafute sehemu ya kufikia. mm. Kitu gani ambacho kimewafanya mlenge kwenye watoto wa kike kuwatafutia hosa uh, swali zuri la kichokozi vile vile lakini, nilijibu kwa ufupi sana kwamba kwa nini watoto wa kike. Tunapozungumza mtoto wa kike katika historia ya maisha ya mwanadamu ni mtu muhimu sana, na ndio maana unaambiwa kila penye mafanikio ya mwanamme basi nyuma kuna mwanamke ambaye anajitambua anajielewa na ndio wanaoweza kufanya mambo makubwa sana katika jamii yetu, na uthibitisho huu tunaopata licha ya kwamba tupo kwenye michezo, lakini ukirudi kwenye nchi yetu, jinsi ya mafanikio ambayo Tanzania leo yamepigwa hatua kubwa za maendeleo ambazo unaziona leo, piga picha, unamuona Mama Samia yuko pale. Awali ilionekana kama vile mtoto wa kike au mwanamke hawezi kufanya mambo makubwa, lakini unapata taswira na picha nzuri kupitia uongozi wa mama yetu, Mama Samia Suluhu Hassan katika kipindi hiki ndani ya muda mfupi miaka minne lakini amefanya mambo makubwa sana. Kwa mantiki hiyo, sasa mtoto wa kike anatoa taswira kwamba unapomjenga mtoto wa kike unatengeneza familia, na mtoto wa kike asipotengenezewa mazingira mazuri ya kuweza kufika katika hatua nzuri, maanake ni kwamba tayari unabomoa pia familia na jamii kwa ujumla. Na ndio maana hata leo ukiwa unatafakari unasema, mimi nataka nitengeneze familia bora, familia nzuri unawaza kuoa mtoto wa kike au mke ambaye ni mwenye tabia njema amekaa mahala pazuri, um, tabia zake ziko makini kabisa, ziko vizuri. Kwa hiyo jambo hili ndilo ambalo limetusukuma kwamba tuendelee kuhakikisha kwa tunasimamia maadili, utaratibu na malezi ya mtoto wa kike anapokuwepo ndani ya chuo tangu anaingia mpaka anamaliza masomo yake miaka mitatu au minne kwa wale ambao wanasoma sheria. Kuwa na vyakula vingi kusitufanye tukasahau kunawa. Naam, turudi katika lile ambalo ulisema kwamba utakuja kulizungumzia kwa maana hii historia ya hizi kilomita tano. Kumbe bado unalo lipo, mimi umesahau. <laughs> Uh, lakini niseme tu kwamba historia ya mbio hizi uh, unajua tunapozungumza mbio, tunarudi tuna kule kwenye Olympic, uh, historia ya, ya Olympic Mwaka elfu moja mia nane na tisina sita kama utakuwa nyinyi ni wazuri kwenye michezo, lakini hatimaye mwaka elfu moja mia tisa kumi na mbili eh, kwa mara ya kwanza watu wakaanza kufanya mazoezi ya mbio hizi za masafa mafupi kilomita tano. Lakini ukiangalia pia historia utakuta miaka sabini na themanini ndio hasa mbio hizi za masafa mafupi kilomita tano zikawa zimeingia kwenye mlolongo wa watu kuweza kusupport au ku kurahisisha uwezekano wa kuhakikisha kwamba jamii inapata manufaa, na wale wadau wa maendeleo, watu wenye uwezo wanarudisha hisani kwa jamii zao ambazo wanaishi mle ndani. Kwa hiyo na ilipofika mwaka 1983 nakumbuka hivyo kwa mara ya kwanza kabisa zikawa zimepewa jina, nakumbuka linaita Race for the Cure na uh, mbio hizi zikuwa lengo lake ni kuhakikisha zinakusanya fedha kwa ajili ya kufanya tafiti zinazohusu masuala ya kensa ya matiti, na ikashirikisha watu uh, mia nane katika uzinduzi wake, na jambo hili kawa limefana limekwenda vizuri sana, na hatimaye jamii ikafaidika na wale watu wanaoguswa na hali za kiafya za jamii ambayo imewazunguka na hata maeneo mbalimbali ndani ya maisha. Kwa hiyo ndugu yangu, tunapozungumza historia ya mbio hizi za kilomita tano tunarudi pale Dallas uh, Texas, Dallas, Texas uh, USA ambapo ndipo ziliasisiwa zaidi na mpaka leo, kwa upande wa Tanzania inawezekana sisi ikawa ni watu wa kwanza kuweza kufanya jambo hili Chuo Kikuu cha Uislamu cha Morogoro, lakini tunakusudia iwe ni sehemu ya utamaduni ya watu kusimama sio tu kupitia michezo, ikawa shughuli zimeisha, lakini kurudisha mkono wa hisani kwa jamii ambazo zinahitaji uh, wa kuweza kusaidiwa kwa namna moja au nyingine. Taarifa muhimu kabisa ambazo unaamini, eh, kila anayetaka kushiriki mbio hizi anatakiwa mm. kuzifahamu ni zipi? Naamini uh, utakuwa unafahamu kwamba ili E, kumwambia yule ambaye anaangalia hivi sasa mm. E, kwamba kuna jambo hili e, la e, matembezi ya hisani ya kilomita e, tano mm. E, ambayo itafanyika e, Morogoro e, okay. Kipindi gani na utaratibu ukoje kama anataka kujiunga e, Je, yeah, kuna kitu cha kunivutia niende? mm. ukiacha kwenda kutoa. Je, yeah, mm. mimi kuna eh, incentive yoyote ambayo nitakwenda kupata kwa kukimbia kwangu huku? na moja kubwa ambalo unajua katika maisha ya mwanadamu tunapozungumza mana, maisha ya mwanadamu, mwanadamu ni mtu ambaye huwa anapenda kufikia hatua, kutambuliwa uwepo wake mm. moja katika jambo kubwa ambalo uh, tutalifanya ni kuhakikisha tunatoa Uh, jambo maalumu la kumtambua kila ambaye atashiriki, sio tu yule ambaye atafanya vizuri. Na tutakuwa na makundi mbalimbali, kutakuwa kuna makundi ya watoto wa, wadogo kabisa, kutakuwa na makundi ya familia, kutakuwa na makundi ya wazee, watu wazima ambao wanaweza kushiriki, kaona kabisa kwamba mpaka huyu mzee mtu mzima amesukumwa na, na jambo la kuja kusaidia jamii yake kwa hiyo ni lazima tuweze ku recognize, kutambua ushiriki wake kwa namna ya pekee. Jambo hili tutalifanya kwa sababu tu ya kuweza kuhakikisha tunaatia motisha wale ambao watashiriki, lakini pia wataazimia kwa kipindi kingine, kwa sababu zitakuwa ni, ni mbio endelevu, sio tu za leo na nini kwamba tumelikamilisha hili, lakini jamii bado ina uhitaji na ni wajibu wetu kama chuo kikuu kuweza kusaidia serikali na kusaidia jamii zetu ambazo zimetuzunguka ndani ya Tanzania na ikiwezekana na saa nyingine nje ya Tanzania. Msijui kama nitapona kwenye swali hili la nje ya Tanzania tutasaidia vipi kama mm, chuo, lakini niseme tu tunasaidia ndani ya, ya Tanzania, lakini na nje ya Tanzania. Kwa sababu siamini kama e, e, Mumu inapokea wanafunzi tu kutoka, kutoka ndani ya Tanzania pekee au hiyo fursa ya wanafunzi kutoka nje ya Tanzania e, ama nchi jirani kuja kusoma kwenye, kwenye, kwenye chuo cha Mumu e, haipo. Kama kawaida yako umejiongeza mapema e. Maanake ni kwamba tunapokea <laughs> e, wanafunzi pia kutoka basi mnasaidia mpaka nje ya Tanzania pia kabisa. <laughs> <Na> nilikutega makusudi si kwamba nilizungumza kwa bahati mbaya na. Sawa uh, namna ya kushiriki kwa haraka haraka haraka. Haraka tunaweza kusema kwamba uh, tumeweka website maalum ambayo linki ile inamwezesha ina, ina mtu akiklik kuweza kumfikisha katika sehemu ambayo atajaza taarifa zake muhimu. Moja, atajaza jina lake kamili, lakini pia atachagua uh, aina ya t-shirt na mavazi ambayo anahitaji kwa saizi yake yes. inayomtosha lakini pia ataweka namba zake za simu kwa jambo lolote ambalo atahitaji au sisi tutahitaji kuwasiliana naye, kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda vizuri. Lakini jambo jingine kubwa ni ku, ni kwamba uh, sio tu hivyo lakini hata kuwapa taarifa kwa kila hatua tunaokwenda, kwa sababu kabla ya kuingia kwenye zile mbio kutakuwa kuna huduma maalum za kiafya, watu kuweza kucheki afya zao na kuweza kupata huduma mbalimbali ndogondogo, ili wakiingia kwenye mbio zenyewe watu wawe wako vizuri kiwango kiakili, kisaikolojia. Na kiwango cha fedha ni shilingi elfu thelathini na tano tu. Na kiwango hiki cha fedha ni kwa sababu tu tunaona kwamba jamii yetu kwa sasa hivi watu wanakwenda mpaka 45 hmm. hamsini hmm. ama vingine, lakini tukasema hapana, sisi tuweke 35 kama sehemu ya kuhakikisha mambo yanakwenda vizuri zaidi kwa jamii. Mimi niwapongeze, niwapongeze kwa kitu kimoja kikubwa. Naam, kwenye kila eneo mmezingatia kwamba nahitaji kundi kubwa la watu liweze kuhusika kuanzia kwenye eh, kiwango cha mbio eh, kwa maana ya umbali Ndiyo. Lakini pia kiwango cha fedha kwamba kiwango ambacho anaweza kumudu Mtanzania wa kawaida yoyote na, na, na anaamini kabisa kwamba itavutia uh, watu wengi katika vitu ambavyo unatakiwa kuviamini na kuviwekea matarajio ndiyo, basi ni kuona uwepo wangu mjini Morogoro siku hiyo ambayo ni siku ya tare tarehe ngapi, na na tarehe nane mwezi wa kumi na moja mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano Tarehe nane ya mwezi wa kumi na moja mwaka elfu mbili na ishirini na tano ndio siku ambayo inafanyika hii uh, MUM 5k run pale mjini Morogoro. Lengo ni kuchangisha fedha kwa ajili ya kujenga hostels kwa uh, wanafunzi wa kike wanaosoma kwenye chuo hicho, lakini pia kama unapofahamu ni kwamba uh, kumkomboa mtoto wa kike ni kuikomboa jamii pia. Kumtengenezea mazingira mazuri mtoto wa kike ya kusoma ni kuitengenezea jamii mazingira mazuri ya maendeleo. Mimi ni Alwatan Ramadan Ngoda, mgeni wangu hapa wa alikuwa ni Ahmad Msamaha kutoka chuo cha Waislamu Morogoro MUM, kwa ajili ya tukio hilo maalum kabisa la uh, tarehe nane kwa maana ya Novemba 8 mwaka huu 2025 pale Morogoro. Kwa